Karibu kwa Getembe Electricals. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kuweka sim card kwenye mita za kisasa smart meter na kuangusha moto. Sasa unavyoona, hii tunavuta waya ambayo itaenda kwa, kwa kikingi iweze kuingia hadi kwenye meter box mahali ambapo tutafunga mita zetu umeshaweka double pole zetu hapo, ama circuit breakers. Sasa mita yenyewe inakaa namna hii. Hii mita unafungua hapa juu, hii si kama zile zingine. Hii unafungua hapa juu. Ukishaufungua hapo juu, unatoa hiki kifuniko pandi hii, unashika mwisho na mwisho na unavuta, unaweza kuitoa. Unapoitoa namna hii, mahali ambapo una sim kadi yako inawekwa ni hapa nyuma. Kwa hivyo unatoa hii, aitumii ile sim, sim kadi kidogo kabisa. Kwa hivyo unatoa kwa uangalifu, unatumia hii sim kadi kubwa. Ikiwa mzima hivyo, unatoa tu hii pande ya kando, alafu unaingisha namna hii Unaingisha hiyo venye iko hivi, unavuta kuja nyuma hivi, unavuta nyuma namna hii, alafu itafunguka hivyo. Alafu simu kadi yako unaingisha namna hii, unaingisha kwa hii kifuniko, alafu unairudisha vile iko, alafu unasukuma mbele, unasukuma mbele namna hiyo, inashika. Ikishashika unairudisha pale kwenye mita yako Sababu ukishaweka moto, hauwezi toa tena, itaenda tampa. Unaifunika namna hiyo, unahakisha imeingia vizuri, unaikaza na unaikaza, unaikaza namna hiyo. Ukishamaliza unazipanga namna hii kwenye mita box, inakaa kazi safi nakaa kazi safi sana. Hivyo ndio unapima, halafu unaweka mita zako zote, unafanya namna hiyo. Mtindo ni huo huo hadi uweze kuziteza zote. Ukishamaliza namna hiyo, hizi waya zako zote sasa unazipanga, ili iweze kuwa kazi safi. Unapanga waya zako zote sasa, ili ikuwe kazi safi. Unavyoona, hizi ni waya ambazo zimetoka kwa pole ambazo tutaweka kwa cutout. hizi ndio zinaitwa cutout na sababu moto inatakikana hapa ni mingi, tunaweka cutout tatu sababu ni three phase. Ni three phase, unatoa cutout zako hivyo, na unaziba kwenye kwenye ukuta. Sasa sisi tunaangusha moto na tunakufungia mita na tunakufanyia wiring. Kwa hivyo tukisha pata kazi kwako, sisi tutakufanyia kila kitu. Hautakuwa na shida ya kwenda kutafuta vile moto utaangushiwa na vitu vingine.